Mtazamaji, dakika 30 za habari, uchambuzi, maelezo na vilevile vile michezo inaanza sasa. Na mimi ni Ben Chumba, na mimi naitwa Nancy Okware. Mtangazaji wa lugha ya ishara leo hii ni Caroline Njoroge. Mtazamaji, upinzani umeapa kusalia na umoja kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 na chaguzi ndogo za tarehe 27 mwezi huu. Viongozi hao ambao walijumuisha Rigathi Gachagua wa DCP, Kalonzo Musyoka wa Wiper na Eugene Wamalwa wa DAP-Kenya, walisema wataamua kiongozi atakayepeperusha bendera ya upinzani kwenye kinyang'anyiro cha Urais. Walizungumza wakati wa mazishi ya mjane wa marehemu mwanasiasa JM Kariuki katika kaunti ya Nakuru. Kenya hii haitaenda chini. Kenya itainuka. Kenya itainuka, na kwa hivyo msiwe, msiwe na hofu yoyote vijana jensi. 50 years down the line what JM Kariuki was fighting is what we are fighting today. Huyu alitishwa anash, anak, JM Kariuki bana ya huyu mama alikuwa nakatazwa kwenda kufanya kampeni, lakini sisi kama JM hatuwezi nunua uoga hata kama tuko na pesa ya kununua, si ndio? Na tunataka kusema ya kwamba we must fight for the liberation of our country and the economic empowerment of our people tulianza safari na Kalonzo 2 years ago. Mwaka huu kianza tukaungana na Rigathi, na tunataka tuhakikishie watu wa mlima huu, watu wa Nyandarua, vile umetuona hapa tukiwa watatu na tuko timu kubwa ya wantamu, sisi hatutawachana.